Wa Mungu mwema tena mwaminifu katika maisha yetu. Kitabu cha Kutoka kumi na tatu kumi na saba inasema licha, kulikuwako na njia ya mkato ambapo Mungu angepitisha wana Israeli waweze kupitia huko katika njia karibu ili wakagairi. Mungu aliamua kupitisha njia ya bahari ya Sham Ha, akamweka kesi Farao kiburi Farao azidi kumfuata wana wa Israeli, na kumbe Mungu alikuwa anaandaa njia ili katika bahari ili angamize jeshi la Farao. Wana wa Israeli wakaanza kulia, lakini Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wasinyamaze kimya, wasilie tena. Tena nikwambie, leo nisikize wewe mtu wa Mungu ambao unanisikiza leo, wewe ambao unapitia maisha magumu, wewe ambao umekataliwa, wewe ambao una kazi wewe ambao umeangana maisha, baba yako alikuacha, mama yako labda labda mama yako amekuacha, lakini leo nimekuja kuambia kitu ya kwamba Mungu akitaka kubariki Yesu, lazima kuna watu lazima aondoe kwa maisha yako, ndio Mungu aweze kukubariki, ili hao watu wasije wakasema ya kwamba bila wao wewe haungeishi, bila wao haungepata hiyo gari, bila wao haungepata hiyo nyumba ile wao kuna watu hata ni mke wako mume wako anza ondoka katika maisha yako na Mungu anakubariki. Kuna hata mwanamke anatoka katika maisha yako na Mungu akubariki, ama mwanaume anatoka katika maisha yako Mungu akubariki. Kuna watu masaa zao zikifika ya kuondoka, wacha waondoke tu, usilie. Kuna watu masaa zao zikifika, ambapo ni season imefika, inabidi watoke, Mungu aleta watu wapya ambao atakusaidia kufika katika destiny ambayo unafaa kufika. Maana hao ambao uko nao Mungu ameangalia ya kwamba hawatakufikisha kufikisha mali nafaa ufike. Akasema Mungu katika kitabu cha Kutoka hiyo 13 17 licha kulikuwa na njia mkato ya karibu ambayo angepitisha na Israeli. Lakini Mungu akawapitisha njia mbali ili wasije wakagairi, licha walikuwa na silaha. Na licha kulikuwa na maadui njiani, hawangeshinda. Lakini Mungu akawapitisha katika njia ya bahari ya Shamu ili Mungu mwenyewe atengeleze njia machoni pao. Na njia ambayo Mungu anakuandalia siku ya leo, huyu adumi anakufata, hataweza at, kupita hiyo njia. Usiogope chochote o. Bila wewe mi siwezi ishi uongo, bila, bila Yesu siwezi ishi. Maana akisema ya kwamba kae ndani yangu nami nikae ndani yenu. Maana hakuna raha nzuri kama kwa Yesu. Jitafutie raha kwa Yesu, jipende jiheshimu mtafute Yesu. Umeona wakati umeachwa, chukua hiyo muda kumtafuta Mungu kabisa, na kumfanya Yesu kuwa mpenzi wako, maana yeye atakulisha, atakunywesha, atakufanya ungare. Waachana mambo yote ya dunia, Waachana kuwaza vitu zingine, kuwaza huyo mtu mwenye kuwazi wewe, tafuta Yesu, zama ndani Yesu deep. Ukimpata Yesu wewe ng'ara, jipe raha mwenyewe, jipe amani mwenyewe, furahia maisha yako. Kuliko mtu akupea stress. Hakuna mwanadamu anaweza kupatia amani, Yesu peke yake. Kuna wakati wakati muda wake umefika iondoke kwangu. Tena ruhusu baraka na amani tena ruhusu na mimi uwai unifate. Sasa Mungu ana makusudi makubwa kwa kila jambo, Mungu anakusudi. Wacha Mungu akuunganishe na watu watakusaidia kufika katika nchi ya Kanani. Usiwanganganie, watakuwa bom wewe ambao unalia wewe, nimeachwa, usiwang'ang'anie. Wacha Mungu awe rafiki yako, rudi kwa Yesu, tafuta Yesu, ngara, jipende, jiheshimu, wachana na raya dunia, tafuta Yesu utapata amani yako, sawa.